Kweli kweli kweli kweli, nimefurahi Sheikh Abdallah, usije ukaanza kuuliza ana mume, maana ushasikia mambo mambo. Sawa, eh, kasilimu bwana eh, kupitia nasaha zetu hizi tunafurahi sana. Kwa hiyo muombeeni dua aendelee kubaki ndani ya Uislamu, alivyoniambia vile Jumatano alivyosimama kiamo. Si unajua watu wa Kiislamu saa nyingine wanapata ibtilaya. Wallahi niliomba dua ya isia mpaka nkamtolea ya mchozi Mwenyezi Mungu huyu kwa kitendo cha kusilimu, mzidishie kile kipato chake, isije kaingia huku tena mambo yakayumba, akaona labda ngu ajili ya kuja katika dini hii. Tumefahamiana vizuri eh, kwa hiyo mumombeeni dua, Allah amfungulie, Allah amzidishie uchumi wake, itikieni amin. Na akija amkumbuke Sheikh Osman Michael, itikieni amin. Haya, sasa kupitia hivi mabwana, kuna silaha hizi tisa. Eh, silaha tisa sawa, hebu eh? Iseme tisa, tisa. Umeona vitu hizi eh? Silaha tisa hizi ni kwa ajili ya majini. Mfano kuna wale watu wanaoporomosha mimba burebure. Kuna dawa hii ni konk ina e miti kumi na tatu ndani yake, ina miti kumi na tatu. Alafu nimefurahi pia na kameramani Allah awalipe, wala uchukua zile darsa kule, kule, kule Mbagara kule, nyie fanyeni kazi, hata Mungu anakupeni yani. kuna darsa zingine hata kama hujapewa hela, habari yake nzito. Kwa mfano ile dawa tuliofanya kule Mbagara ya vidonda vya tumbo watu wengi imewasaidia, nimepata nafuu kubwa sana kwa hiyo yani, ah, pia watu wamepata nafuu hii dawa ina miti 13 takriban, inaitwa sehiriu ashkiyu powder, uporomboshaji mimba, lakini yale ya maradhi, maradhi vitu vinavyotembea tumboni, kulialia ovyo, kupayuka, kupandisha. Hii ni dawa ya kunywa kutwa mara tatu, mtu wa majini aipate hii, ni ya kuondosha hasad. Sehiriu ashkiyu bukhur, hii ni steaming, anajifukiza mtu wa majini, inaondosha hasad ikifuatana na mafuta yake makali sihiri wa ashiki massage. Sikumbuki kwa haraka haraka, lakini kuna mtu mmoja jana alitoka Kigoma alikuja kuchukua chupa moja tu hii, akanambia shekhe, kesho kutwa nitasafiri, nitakuja kuchukua chupa tano au kumi kwa ajili yangu. Ila kuna ndugu yetu mmoja nimempelekea haya mafuta, alivyopaka tu akasema mafuta mazuri, sehemu ikikuma ukipaka panaacha. Ukiwa na mandoto ma ni kweli bwana, haya mafuta mazuri si yaani, siyasemei ila anasema katika dawa nyingi, nyingi, nyingi. Sheikh Othman katengeneza hapa, alitulia lakini kwa taufiki ya Allah. Haya mafuta haya mazuri sana haya mafuta. E, na bahati nzuri kwa Dar es Salaam e, yetu maimamu wengi mashehe wengi haya, wanaichukua kama hadia yao. E, kuna watu wa bodaboda ndio usisemwe bodaboda Hawa watu wa bodaboda boda. -boda. Yaani kuna bodaboda -boda mmoja mpaka kapata yakini. Anasema mimi sipopaka hivi mpunga wingi uko mtaani. Sasa kuna boda, boda mmoja ndo hatari. Yaani huyo hatari. Kaota ndoto kaenda Maka na boda, -boda yake. <laughs> Asema kawa nashuka sasa ndo nataka kuingia pale Maka. Nikamwambia we Maka unaijua we, we. Nikamwambia wewe una walimu yake. Wewe uende Maka na boda boda. Nikamwambia hey, kabisa kaona tunashuka pale Maka nini? Nikamwambia hebu paka hivi. Nikambia, umeota umeenda api? Ambia, nimeota ah, niko umu umu. Nikambia, sasa hapo mambo yamekaa sawa. Hii hapa ashia kumsimatusi. Bodaboda huyu aliniambia anagombana na mkewe. Kwa nini anagombana na mkewe? Anamtaka njia ya liwati na anaona haya mke wake. Ambia, asa unanini we, bora uniache ntasema. Ambia, kila nkijitahidi kuacha ili jambo nashindwa, nataka hivyo. Basi akaja kunaambia, sikumfanyia rukia, jamani. Alipopaka ya mafuta ile tamaa ikamtoka, akasema niliondoa niliondoa utu utu wangu utu wangu bure, hivi hivi. Kwa hiyo hii midude nayo ina zahma hii, ni uchafu. Mchukua hizi dawa tatu hizi kutoka kwa shehe Othman, ndani ya Ramadhani ujitibishe. Lakini kwa sababu nimesema silaha tisa majini, safari hii watakoma. Tukimaliza Ramadhani sisi wapya, tukiingia kwenye idi idi kweli sisi kama sisi pia kuna wale wenye hasira ya kijini, jini mtu anahisi kuua, anahisi kujitupa. Hii anaweka kwenye makaa ya moto itampalia akiwa mtu na uchawi. Tena natoa tiba ya bure sawa? Eh. Em, nenda pale Kariakoo, ukifika pale waambie naomba karafuu maiti, kafuri ile, upate ile laini. Kuna zile ngumu na kuna zile original za kumchua alopooza ndugu yangu. Zile kaziweke kwenye makaa ya moto imeze, yani ukiwa una uchawi utabeua hata utapaliwa, utaona. Alafu kama unapagawa sasa, usiache mpaka ile hali ikate. Ikikata ile hali, unaona huna hasira tena, huna hasira sasa. Uichanganya na menthol, sasa ile kafur. Embu angalia vitu vya hatari, nimeiweka kwenye ipalu sihir, pamoja na tufahul jini, pamoja na mwani, pamoja na na na hiyo kafur na vile vitu vyote vya kufushia kama ile alititi na alimiti na kibiriti, upele hatari, umu zimo. Hii unaweka kwenye moto tu, utaona hewa inaja tumboni, unajigoa, mwisho unajisikia mwepesi, afu zile asira asira zinakuisha. Mak kuna mtu kitu kidogo tu, anampiga mke, anampiga mtoto, lakini mashetani. Dawa nyingine inaitwa Barkal Hadi, hii ndio imechanganya dawa za kiarabu tupu tu dawa karibia 47 ndani yake zimo. Ukienda pale Kariakoo ukisema vitu vya mezani ndo vipo vitu vya Barkal Hadi, kwa mambo ya uchawi imeandikwa kwa vitabu. Lakini pia kuna dawa nyingine tunaita Wikayatul Jinn, kinga, kinga ya majini. Nachoka, dawa nyingine inaitwa muhallatun, ni vidonge vizuri sana. Hii ndo kali zaidi, inaitwa adhhabu Rijza Shaitani, na ya mwisho inaitwa rujumu, kinga ya mwili. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani hii pata kisomo, pata dawa, lakini kuna watu wengine hata hawajapata dawa, hawajapata visomo, wametumia tu hizi dawa na Allah akafanyia wepesi. Kwa hiyo kwa mrorongo wa haraka haraka, tiba ya madudu na maibilisi mabwana ni hii hapa. Tutafute kwa namba hizi ambazo unaziona mbele yako na nyingine zitapitishwa kwenye vioo vya kamera zetu zokuwepo mbele hapa. Mwenyezi Mungu azihifadhi kamera hizi, maanake zinarusha matukio ya Ramadhani mengi live, tafasiri za wanachuoni mbalimbali. Basi vilevile zirushe na tiba hii huko kwenye insta na nini, wa Harum Majarif inshallah. Yule ambaye ametonesha toneshwa asikae nyuma nyuma. Majini wanaua majini, wanafunga mikono majini, ni mtihani mzito. Baada ya kusema hayo sisi tunapatikana nchi ya Tanzania, Dar es Salaam, Bogoroni Rozana. Tupigie popote ulipo, tupo hata baadhi ya nchi tuna branch zetu, naweza ukashughulikiwa juu kwa juu huko, lakini pia nirudie kusema hatujapumzika ndani ya Ramadhani, kila simu zinazonipigia Sheikh Ramadhani umesimama dua, haisimamwi nilisema mwanzo wanaosimama tiba ndani ya Ramadhani ni kujipumzisha tu au wenye tiba ya kishirikina wanaona huu ni mwezi wa haki, haufai kupiga ramli, ndo wanaacha lakini Qur'ani imeshushwa Ramadhani, tuache tena kusoma a a? Hapa ndo penyewe kabisa. Kwa hiyo ibada zetu zote kuhusiana na tiba, naona mwezi huu ndo zimeshika kasi, na huu ni uzalendo wetu wa miaka yote. Kwa hiyo watu, viongozi wa kila sampuli, waje kupata matibabu yao inshallah, na position zipo na hifadhi zao zipo la mwisho la kukinaisha, tumejitahidi kwa udhaifu wetu. Tiba zetu hizi, haya ni maradhi. Kwa hiyo kama ni maradhi, hatutaki mwingine ajue maradhi yako nini. Kwa hiyo ukija huku hauwezi kutibiwa pamoja na watu kwa ujumla, kila mmoja na tiba yake, kila mmoja na tiba yake apa, ah, kwa hiyo ukija hapa usiogope, itakuwa watu wamejazana huko na mimi nitaonekana nina majini. Hapana, ndo maana wanajitokeza ndugu zetu wa upande wa pili na vilemba vyao vya kisista, wanakuja masista, na wala hakuna mtu anayewajua kwamba masista wamekuja. Wanakuja mapadri, kweli, kweli na tunawasaidia. Wanakuja wachungaji, kweli, kweli. na la mwisho la kumalizia nimalizie nsimalizie na malizia nimalizie nsimalizie na malizia eh, kaja rafiki yangu mchungaji tena, akiona hii hii nafasi atacheka kama nini. Kaja hapa, e, kazi yake kukemea mapepo Ukemea mapepo sawa, eh? Sasa alivyokuja hapa kuna binti mmoja akawa anapandisha, akanambia Sheikh Maiko, niachie huyu nimkemee dakika mbili. Nikamwambia huyu, akija kwenu utakemea, midamu yuko hapa hakemewi Kikristo. Swali, yeye kafuata nini hapa? Mmenielewa <laughs> vizuri, eh? Eh, mambo kuzidiana, si ndio hivyo eh hata mashekhe wetu baadhi wanakuja, anakuja shekhe dawa fulani meskia umefanya hasad, mwisho wa siku ambia bwana, sikiliza, si ushawahi kumwona mtu fulani akitangaza tiba zake? ambia Eh hey, basi ndo mimi sijui nimekanyaga nini, sijui majini wamenchapa shekhe, nilikuwa na watu kama wote wamekata wote, mambo meusi. Nikamwambia mambo kuzidiana, kaa hapa unyolewe kidogo, utakaa vizuri na jengine, tunashukuru Mungu si kwa ubaya, lakini tunashukuru Mungu si kwa ubaya, lakini matabibu wengi pia wanapitia hapa. E, tunashukuru Mungu na huduma zetu, kwa sababu ndo hivyo tunajitahidi kuifuata ile Sunna, naweza nkaongeza na chumvi. Hata wanaopinga pinga sana haya mambo mambo pia wamepita sana wengi hapa, sawa eh, eh wamepita wengi sana hapa lakini, waendelee kuja, hawatajwi Sheikh Othmani, hey, si mtu wa zile kikikiki maki, angekuwa mtu wa kikikiki zile za ajabu, basi angetaja mashehe wote, fulani nimemtibia, fulani nime, ili iweje? Maradhi ni siri, lakini kuonesha tu hatubahatishi kwa kile ambacho Allah ametujalia.